Yesu alisema kuna njia mbili. Njia nyembamba iendayo uzima wa milele na njia pana iendayo katika kuangamia. Njia nyembamba ni kutii mapenzi ya Mungu. Unatembea kwa unyenyekevu, kwa nidhamu na kwa kutafuta sauti ya Mungu. Lakini njia pana ni kuishi kadri ya matakwa yako. Unaweza kubeba mizigo, kufanya utakavyo, lakini mwisho wake ni hukumu. Hebu tuangalie mfano huu. Huyu ni mtoto analia kwa sababu ana njaa, lakini ndani hakuna chakula hata kidogo. Mtu anayetembea katika njia pana, maana yake ana chaguzi nyingi za kibinadamu. Anaweza akakopa pesa kupitia simu yake, au anaweza akaenda kwa mangi kumkopa chakula, au anaweza akaenda kwa rafiki zake au majirani zake kuwaomba chakula ili aweze kumnyamazisha mtoto. Lakini kwa mtu anayetembea katika njia nyembamba, maana yake ni kwamba kwanza anamtafuta Mungu Anamuuliza Mungu, Mungu, mtoto wangu analia na njaa, nifanyaje? Kisha Mungu anamdhihirishia mapenzi yake. Kwa hiyo, kwa mtoto wa Mungu, mafanikio ya kweli ni kutembea katika njia nyembamba, yaani kufuata mapenzi ya Mungu katika kila jambo unalofanya.